Hii programu ambayo tumeleta hapa, wale wanaiweka mzaa, wajua ya kwamba wanakosea wananchi heshima. Waswahili walisema kutoa ni moyo si utajiri. Kuna watu wale wanapiga hii program ambaye ni matajiri, wako na pesa mingi, lakini hawezi kukupatia kitu yoyote. Anatembea na magari mia moja na ukimwambia apunguze hiyo magari aende na magari tano, ile mafuta ya magari 95 atoe kusaidia wa, watu ambao ni wanabiashara wadogo wadogo awezi kwa sababu ya uchoyo. Kwa hivyo hii program ya kusimama na watu ya kinyozi, watu ya salon, mama mboga, watu ya bodaboda, watu wa mkokoteni haita simama kwa sababu ni program ya hiari, sio program ya lazima, na hakuna mtu amelazimishwa kutoa pesa yake. Ni wale wanataka, wale hawataki wakae na uchoyo yake. Nyinyi mnataka tuendelee na hii program ama ama tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee kusimama na wananchi, tuendelee kusimama na wanabiashara. Tuwasaidie tusiwasaidie? Wacha nione kwa mkono, wale wanasema hii programu iendelee, iendelee.